Mkuu wa wilaya Chamwino mkoani Dodoma Vumilia Nyamoga amewaonya vijana waliohitimu mafunzo ya mgambo wilayani humo kutotumia mafunzo hayo kujihusisha na vitendo vinavyoashiria ya uvunjifu wa amani katika jamii. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mafunzo hayo, Nyamoga amesema kuwa kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wananchi kuwa baadhi ya askari mgambo wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya kudai rushwa kwa nguvu kutoka kwa wananchi. Shabani Kwaka kutoka Dodoma ana maelezo zaidi. Ipata. Isitumike kinyume na utaratibu. Onyo kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Chamwino limeshuka katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya mgambo yaliyoshirikisha vijana kutoka katika kata ya Bugiri wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma. Onyo la kwanza kutoka kwa mkuu huyo wa wilaya ya Vumilia Nyamwoga likahusu swala la askari mgambo kujihusisha na vitendo viovu katika jamii. Elimu mlioipata isitumike kinyume na utaratibu. Hamjafundishwa kutumia silaha ili mkawe magaidi, hamjafundishwa kutumia silaha ili mkawe majambazi. Hapana, tuzingatie mafundisho tuliyopewa sisi, tukawe ni sehemu ya ulinzi na usalama kwa raia. Swala la rushwa na uzalendo likawa angalizo la pili kwa askari hao wa akiba. Kwa kuwa mmejifunza pia swala zima la uzalendo tukaelekeze uzalendo ni nini kwa watu wetu. Mmefundishwa kwa kina madhara ya rushwa. Maeneo mengine tumekuwa tukilalamikiwa, wanamgambo ndio wanaopokea rushwa kwa nguvu. Mimi ninasema kwa waleo wahitimu wa leo hapa tunakata mnyororo wa rushwa, si ndio? Jamani, ninaamini hilo ndio litakaloenda kufanyika. Wakati mkuu wa wilaya Chamwino anatema cheche kwa wahitimu, risala yao imeibuka na changamoto kadhaa ambazo zimesababisha baadhi ya vijana waliokosa uvumilivu kushindwa kumaliza mafunzo. Changamoto nyingine ni ugumu wa maisha, jambo lililopelekea wanafunzi kuwa watoro na wengine kuacha mafunzo kabisa. Hali ikiwa hivyo, diwani wa kata ya Bugiri, Kenneth Yindi, na mshauri wa mgambo wilaya Chamwino, Meja Msatu, wao wanayaona mafunzo hayo ya mgambo kuwa ni fursa ya ajira kwa vijana wilayani Chamwino. Lakini kwa ukakamavu wamechedi sana, na sasa hivi katika kata tunasema tuna jeshi kwa kata Bugiri na jeshi kujitegemea, ambapo kwa kazi mbalimbali kama vilesema kwenye isala, hii ni moja ya ajira, na hili litathibitika mbele yako leo kuwa mgambo si mazoezi tu, ila ni mwanzo wa ajira kwa vijana wanaoishi katika mazingira ambayo aja zake zina vigezo tofauti tofauti, na nyongeza tu kwamba hii ni fursa kwa kijiji cha Bwigiri pamoja na kata nzima. Ni fursa kwa maana kwamba tayari mnajua kwamba Dodoma inakuwa ni makao makuu ya nchi, na kama ni makao makuu ya nchi tunahitaji kuwa na ulinzi, na ulinzi nao unaohitaji ni kwanza, tunahitaji watu ambao wanasema bukweni, kwa maana ndio watakao, unajua huyu mbaya na huyu mzuri. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendelea sisi kujipanga kama Chamwino Ikuru ambako ndio Mheshimiwa Rais anakaa tunaanza kupanga strategi ya ulinzi kuanzia kwa wanamgambo, ili tutakapokuwa tunaleta watu idara nyingine basi ziweze kushirikiana pamoja na hao mimi ni Shabani kwaka TBC, Chamwino.